Ah. Ah, kweli. We, utakufika majalibu, utakosa pa kushika. Oh, oh, bamba we, eh. Nisikilize we, binti uliyekaa kinyonge mpaka unatia huruma. Nimekuja kukuonya kaa mbali na njia zangu. Njia unataka kuipita imejaa miba na nikikutazama tu huna hata kanda mbili. Kuwa makini, utaumia. ulemanatausi mbali Ule zunguka natokaelagushuliombaliyo mbagaeleweke utanielewa tu

kaa mbali na yule mwanaume yule mwanaume ndio anasababisha mapigo yangu ya moyo moyo yanadunda kwa kuhesabu sekunde kaa mbali naye kama unataka usalama wako na uishi kwa amani hapa kijijini kaa mbali Pia yeah, tunaendana hmm. Sasa huyu baba mtu mzima vipi? Au nimpe nafasi atakaye kuja kunichumbia? Hapana, natakiwa nikae na Baba Penda. Huyo nitamfanya nitatua shida zangu kwanza, hii hela Sikio la kufa halisikii dawa. Unachokipanda ndio utachovuna.

Pionze ngo gule ku gule gule ku yombe la bebe dongo i badili kaga te chizege ko bole ko hala bo hala hey. halu bo magiki bo turuga de kaga geto bo <tune> turuga weno bo. Nena ribo na pia bali uni sika sika bena bali nitoi na mashiga ju pia bali uni sika sika bena bata ni tebiri. Hamu ba keni hansengo ena. Ndovali hamu na same na same hamu hansengo. Usame. Tiko sama, isho lida kilo wewe kubadilika. Ojo umu imo umu nzengu lida kila. Uleke umu magikino umu turoga woko. Upuleke gete nkoi. Eh? Oje ne hali asa ye ye ye hae dunia umu li jira. No umu tandawazi. Uishi ki digitali. Sio hivi. Tegela kaya naka kuhiri. Lungwecha. Na kuhiri nyo kukwingire gete umu matu. Pinu mba kasa. Eri ya mani nito heri ishiguru. Ulikwa. Ne tingi tingi mbuka huru kendoro ba nampala na bili kaki unene utogoni taku ne utogoni bipe ulikwa unene wachiga karabalo kihansi ngoe na ni kikha kani kikatu ni jina katole na ni katona na kena kaya kamwe ma bere uru ninga kaya kani fulira ka na ni laba na ni laba mzira ha he na huu uli tungili ja he na huu huu huu ni da chiza huu ya hangu inde wana wapandi kile ihojo lya kuhujakaya tuliaga.

yaani wengere wengi la guuko uliza kako, kashi, lomle, buzala, kolere, niyo. Hmm. Kama lumwecha angekuwa ni kaka yako mgekumba tana adhalani vile tena bila hata aibu, kila mtu anawashuhudia eh? nyinyi wapuzi hona taibu kunidanganya kiasi iko na hili swala, halilali linamfikia, mfikia Ntemi bichi, tena halilali, ni leo hii hii. Nafikiri unamfahamu kaako Ntemi, atakavyo kutengeneza wateraka, wateraka. Kwani ulukamwela Ntemi huna koga, huna kuzuguma cheni sisi Ule nti sha kukujumwila. Akuti ya kenu lea. Jaga. No nene na kuhungu ni lulu mwecha. Aka huba sana kuhisa kuhungu kuhun, ni jao na inazidio. Yani. Kwa kweli. Yani shole shi yomba. Shitana bukweli bose bose. Ivi ya waboki gani haka kisogwezi. Ivi uko kaa kwenu kwa kutekwa ni mwaka wako vete ni nga. Na kwa kweli. Sawa. Lakini kaa ukijua anayestahili kuonja ladha ya chumvi kwenye mboga ni mpishi tu, na mpishi huyo ni mimi tu, Tausi. <laughs>

Nisikilize, kuanzia leo tusijuane, ila nikikaukiwa, naomba tubalansiane. Vipi, anatadai Baba ūbise ahena hatiakkwina taia ūng'wele ū nyanda wako aleka būpūla walī nabo akang'wenyekiti kakolago no kayombaga kūmpeja lūūlū kūntūlīja nguno aliha kusikoye kijiji hīyo takwenela ū bisee aow kwa kuwa huyu kijana wako anakusikiliza, anaka sana mwambie, bangwana kijiji bamepanga kumfukuza hapa kwenye kijijini, ama akarompe sahamani kwenye limkutano la kijiji. Hiyo bana mharabi chane na nguikwa na namtegereka, lakini umpayo kwenu yuyu kulikuwa kuchila pole kutekwa kuburukutela tuhu

Ivi akubiza salama na unangu akubiza duwa dute nje emu Eh? Uwecha Nalilo mputulie Le mbera kakete Unile kene numpa yuku Yane li biti nanchole hose hose Ebi mhalanka Ebi mhande Ebi mhandeke Nurumari wa mpaka nampandeke Nantigi nije mikoma gere Nantaga nye mikoma Unite uro bila kumpande akuntigi nije mikoma Akwe nakishimbe shamfo kuhigashi jankia

Elimu, oh, mwana elimu akokoguna na kobotongi. Oh, Mtemi. Unapoteza mwana kisa mifugo. Si wafata mila baba. Unapoteza mwana kisa mifugo. Ntemi, napoteza mwana kisa mifugo ah, elimu bule, napoteza mwana kisa mifugo, watoto ende shule, napoteza mwana kisa mifugo, kunapoteza mwana kisa mifugo.